Hakuna mtu kusema ataiba kura ya nani? Tumejipanga si yeah, si ndio? Yeah, wakipanga tunapangua, sisi tunapanga si ndio? Yeah, raundi hii haiwezekani, yeah. Kama wanajua wanaiba kura, Faruku anaishi hapa kufanya nini? Si wanajua hakuna kuiba kura, yeah. Wasiwadanganya ati wataiba kura ndio mkataa kwenda kupiga kura, yeah. Waambie raundi hii hakuna mtu ataiba haki ya watu wa Malawa, si ndio? Yeah, sababu kuiba kura ni kuiba haki yenu, si ndio? yeah. Inatakana mtu umechakua ndio aende kwa bunge sindiyo? Yes. Wametoa hiyo pesa. Saizi wana kuambia ulipe sha Tili ni vya Edu Afya ambazo zililetwa na Uhuru Kenyatta. Na kuuliza we William Ruto, mimi na kuangalia kwa uso William Ruto, pesa ya Edu Afya ulipeleka wapi? Mimi na kuuliza William Ruto, pesa ya Linda Mama ulipeleka wapi yes? Mimi na kuuliza we Ruto, William, kwa nini capitation ya high school kwa watoto wa watu maskini, hiyo pesa umepunguza, umepeleka wapi? Mimi nakuuliza wewe William Ruto, pesa ya primary school ya capitation ambayo Uhuru alituachia wa umepunguza kutoka 2400 to 1300 hiyo pesa ya primary school ya watoto maskini William Ruto umepeleka wapi? Sasa tunalazimisha amakuru masub chief na chiefs lazima wapikie mudi ya serikali kura. Subjifu wa hapa hapa Butali sirikali kurasuhifu apahifuhapa chekulo ati amefuta marikuru tano kwa sababu ati marikuru moja alicheka, tuko mkutano yangu niliongea tu mzuri, akacheka, amefutwa kazi. Wengine walisema watapikia Panyako kura, wamefutwa kazi ah. Mimi nataka kuambia waziri wa defense kwamba kurecruitment ya wanajeshi ambayo imefanyika malama sio ya haki, kwa sababu ya recruitment Faruk amele, amenunua watu wangu na kuwaandikia watu. Kama amewanunua watu wangu akawaandikia watu, na mwenye ataandikia hao wanainji wa kawaida watu ni nani? Kama polisi wanaandika polisi kwa ofisati, huyo polisi hatawalinda kweli nasema hii kuandikwa kwa polisi hapa Malava na kuandikwa kwa wanajeshi ni haramu na ni corruption Faruku ndiye ameandika hao watu wote mnakubali watu waandikwe na Faruku <coughs>